Lakini serikali gani hii jamani bwana? Shika watu. Kamata watu watu wakula ugali ndani vile sisi tulikula. Ama sisi ni watu tofauti? Ningependa kukumbusha Junet Mohamed. Nataka nikumbushe Junet Mohamed kwa sababu Junet Mohamed ni mbunge wangu kule nyumbani. Suna East constituency. Mimi natoka kwa ward Oposi sub location. Najua yale Junet Mohamed anafanya na pesa zetu za CDF. Ndugu zangu wa Kenya, kabla y Junet kutamka ya kwamba wale ambayo wanafaa kukamatwa na serikali hii, the first person ambayo anafaa kukamatwa ni Junet Mohamed, ambayo wanatumia pesa zetu ya CDF. Yeye ni mwenyekiti wa CDF Ombok, wao ndio anakula pesa ya CDF Ndugu yangu ukiangalia mambo ya renovation ya shule, mambo ya jinsi ya barabara, hautamini hala ambayo inafanyika Suna East. So kama Junet Mohamed anataka sirikali ya Kenya kwanza akamate watu, jinsi anasema kwa sirikali hii, mimi natuma ESCC waanze na Junet Mohamed, wamshike Junet kwa sababu, Junet aturudishie pesa zetu ya renovation, ya kuwa sekondari Rabuta primary hizo ni pesa ambayo zimekunywa maji. Tunataka kuuliza EACC, wako serious na kupigania mali ya Mkenya ama wako selective? Kama mtu ni mwanakwaya wa UDA yuko sawa, kama mtu ni, ni mtu wa serikali ana worship ya serikali yuko sawa. Kama kuna mtu anafaa kukamatwa hii Kenya, Junet Mohamed. Junet anatumia kampuni zake ya opios unlimited company building na Willing Kaja Limited Company kuibia Suna East constituency, mambo ya tendering. Hizo kampuni nimekutajia mbili, Willing Kaja Limited Company na no Sun Limited Company. Junet anafahamu wenyewe na anajua hizo ndio kampuni mbili zinapeana zinachukua tenda ya ujenzi ya kufanya renovation ya public school ya Suna East constituency mwenyekiti wa CDF Ombok anafahamu. Hapo hapo kuna mwingine anaitwa Olipo, the same same, wao wanafahamu wale ambayo wanakula pesa, na hao ni watu wa mbunge Junet Mohamed. Then katili afiri anaenda kwenye kanisa kusungumusa upusi ya ujinga ya hali ya juu. Ati, hii ni serikali gani? watu wakamatwe. Kama serikali ya Ruto anataka kukamata watu, waanze na Junet Mohamed, mtu ambaye tumemkopesha mamlaka kama Wajaluo na tusaidi. Then all man ambaye tulikuwa tunafikiria kwamba kwa anaweza kutusaidia, kasi yake ni kuabudu kuabudu William Ruto, kasi yake ni kuabudu mheshimiwa prime minister kisha amemaliza kazi zake. Mimi ninasema ESC watufanyie uchunguzi zaidi ya milioni mia moja na kumi ilikuwa nafaa kujenga floor tatu Rabutai Primary. Ndugu zangu, ukiangalia madogo danie lijengwa kule Rabutai Primary, wakaguzi walipokuja pale kukagua hiyo jengo, ndugu yangu, haiwezi iwezi pelekana hata na milioni 20, haiwezi. Ndugu yangu, but 110 imekunywa maji, ndugu zangu. Kuna some renovation ambayo inafanywa na na joint venture na hizo kampuni zake mbili, Opios Unlimited na Willing Kenya. Mwalimu mkuu hajui ni nani anapewa tenda, hajui ni pesa inaweka kwa nani, akunanga pesa inajiingia katika kwenye kwenye akaunti ya shule ifanye renovation, akunanga. Inaingia kwa hizo hiyo ofisi, hizo hizo hizo nini? Hizo account ya hizo hizo kampuni Willing Kaja Limited au Pios Unlimited. Na isitoshe muweka zina za hizo kampuni treasure hizo kampuni kwa sababu hizo kampuni imesajiliwa ime chini ya Cooperative Bank ya Migori branch na wala wanatumika pale, ama mwenye, mwenye, mwenye treasurer yule mwekazina, ndugu yangu, unajua ni nani anatoa pesa? Ni muke wa chairman CDF. Then Junet anadhani si mimi ni mjinga, ni nyamaze ninunuliwe kama ule jamaa yake ambaye ananunuliwa ili tunyamazie mali ya CDF, mali ya Suna East Migori County tunyanganywe. Kwa sababu Junet anakuwa press and worship ya William Ruto, we cannot tolerate. Kama kuna mtu anafaa kukamatwa ni Junet Mohamed, kabla wakamatwe gadi kashako jinsi anataka wakamatwe ju, akamatwe Junet aturudishie pesa ya CDF watoto wetu kule Suna East. Junet hawezi kutuambia ni watoto ngapi anasomesha CDF never. Hakuna Asante primary iko, Opasi primary iko, kwa secondary iko kwa, primary iko Rabu primary iko, Osingo hiko kadika hiko. Hizi ni shule yenye ziko katika kwenye Suna East na ziko mingi sana nothing. Juneta alipata zile jengo ziko pale pale, hajawahi fanyie chochote, ziko tu pale zimekaa pale, but huyu jamaa ukiangalia CDF Uangalie jinsi inasungumuzwa wati inas, inafanya renovation. Ndugu yangu nashindwa pesa isidi inaenda wapi? Kwa sababu anabudu Mheshimiwa Prime Minister. Anabudu Mheshimiwa Rais William Ruto. Sasa hakuna kitu itafanywa. Nataka niombe Junet Mohamed. Sisi si, si, si wajinga na umekula ya mwisho. Huwezi kutumia jina ya Prime Minister Ludinga kutuibia mali ambayo inafaa kusaidia wanaSuna East constituency. Kuna daraja moja ilitolewa by during Uhuru Kinyatta, new tendering, Ungu Bridge. Ndugu yangu, ukienda Ungu Bridge, ilijengwa kabla mimi nisaliwe. Ungu Bridge kabla mimi nisaliwe, na kwa sababu ile barabara ile daraja bridge ilikuwa na sporomoka, ikatolewa tolewa new tendering na serikali ya Uhuru Kinyatta. Believe me, ndugu yangu, haijawahi fanywa chochote, lakini tender is gone. Ukienda kuangalia, inasemekana hiyo kitu ilimalizwa. Nani anajua who's MP ile ile barabara ile bridge ilijengwa kabla igawanywe Suna East, Suna West. Iliku, tulikuwa na constituency moja, ilikuwa inajulikana Migori constituency. Wakati huo ndio ilikuwa imejengwa nini? Ongo Bridge. Leo hii Ongo Bridge imetolewa pesa. Juneta anajua wenye wenye kula pesa. Afuatilia sungumuzi, nafahamu ya kwamba wao ndio walihusika kupora then anatuambia ikamatwe mtu tena, hakuna no jasiri kusungumza wale wanashikwa. Junet, sisi sio wafala, si wafala. Wafala ni wa maisha hapa Kenya hii, sisi wafanye uchunguzi. Jengo zote inafanywa Suna East inaenda kwa hiyo kampuni. So you need to know very well wale ambao wanakula Suna East kwa sababu yeye ndiye muhusika mkubwa. Haikola muhusika kwa sababu hajawahi tu vuta omboko olipo hajawahi mvuka kwa sababu ni marafiki zake. Watu wake diad Suna East wao ni watu wanatoka Raburtaya. Omboko no na olipo hao ni marafiki. Brothers wanatoka wapi? Raburtaya kwa uwod. Marafiki ya Junet na wao ndio wanajua wenye kampuni wanakola na mbunge Junet Mohamed. My friend, enough is enough. Sisi wafala Junet. Ufala imeisha, lazima kama unataka kukamatwa watu, wewe ndio mtu kwanza kukamatwa na kubebezwa mzigo. Pelekwe kwenye korokoroni rudishe mali mali ya Suna East. Hatuwezi kubembeleza na mali yetu naiba. We cannot tolerate nonsense ya Junet Mohamed. Watu wana enda level level, usonga constituency. Samuel Tende anafanya kazi safi. Safi, simkasisia watu wanasoma masule zimejengwa, CDF inafanya kazi but atusaidie. Enda hapa jirani wetu Suna, Suna West, Peter Francis Masara, CDF imejenga gorofa gorofa. Sisi zile shule ilejengwa na community babu zetu ndio bado tuko nayo but mbunga, kuna pesa ya CDF. Enda jirani tena, Uriri constituency, mako gorenya meta zimejengwa. Nuru primary ni permanent mzuri. Enda mako gorenya meta imejenga secondary, ina serve jamii wajaluo inasabu wa masai kwa sababu iko kwa mpaka ya Transmara Kilgoris Constituency inasabu wa masai inasabu wajaluo luoro secondary during mako golanya mita sisi huyu kisungu mingi na kiingereza ya ubandia na korap kwingi na kujifanya eti yeye ni mtetezi mtetezi ya tumbo yake kama kuna mtu anafaa kukamatwa ni Junet Mohamed aturudishe pesa CDF since 2013 Junet anafaa kutuambia kwamba pesa ya CDF Suna East imejenga nini na imefanya nini bana? Tumeibiwa na tunaibiwa kwa sababu jina ya Riludinga inatumika vibaya. Tunaibiwa kwa sababu watu wanajikinga kwa migongo ya Riludinga. Enough is enough. Junet nasema kamatwe na EACC arudishe mali yetu ya Suna East.